Nina kusalimu kwa jina lipitalo majina yote. Hili sio jina la mtu awaye yote, bali ni jina la Bwana wetu Yesu Kristo. Ninakualika katika mfululizo wa masomo ya siku kumi za maombi kwa mwaka wa 2026. 20 mwaka huu tumekuwa na mada nzuri inayosema kufunguliwa. Leo ni siku ya kumi, siku ya mwisho kwa mfululizo wa masomo haya. Tuombe. Mtakatifu, mtakatifu, mtakatifu, Baba yetu na Mungu wetu shema alipasiri juu mbinguni jina lako litukuzwe sana. Asante kwa ajili ya siku hii ya kumi katika mfululizo wa masomo haya ya siku kumi. Asante kwa ajili ya matokeo ambayo umeonyesha kwenye maisha yetu. Tupatie moyo wa kufanya kazi yako, tujazwe Roho Mtakatifu kwa wingi zaidi sana, twende tukawe mashahidi wenye ujasiri katika ulimwengu, tukauambie ulimwengu habari zako. Tembea nasi siku ya leo, tembea nasi katika maisha yetu, tuponye kuumwa kwetu, na zaidi sana ukatujaze kwa wingi huyo Roho Mtakatifu. Enda nasi katika jina la Yesu Kristo, tunaomba na kuamini, amina. Mada ya leo inasema kufanya ukarimu wa kipekee, Matendo ya Mitume sura ya 4 aya 32 hadi 37, ndiyo fungu letu elekezi. Wakati wa pekee pamoja na Mungu, maombi, kuchunguza neno. Soma Matendo 4 aya 32, imeandikwa na jamii ya watu walioamini wa walikuwa na moyo mmoja na roho moja, wala hapana mmoja aliyesema ya kuwa kitu chochote alicho nacho ni mali yake mwenyewe, bali walikuwa na vitu vyote shirika. Ungewaelezea vipi waumini katika kitabu cha matendo ya Mitume? Hekima kutoka kwa Ellen White: Ukarimu huu kwa upande wa waumini yalikuwa ni matokeo ya kumwagwa kwa Roho Mtakatifu. Walioiongokea Injili walikuwa na moyo mmoja na nia moja. Jambo moja walilokuwa wanalipenda ndilo lililokuwa linawasukuma mafanikio ya utume waliokuwa wamekabidhiwa; na moyo wa tamaa haukuwa na nafasi maishani mwao. Upendo kwa ndugu zao na kusudi walilokuwa wanaliunga mkono lilikuwa kubwa kuliko kupenda pesa na mali. Kazi zao zilikuwa zinashuhudia kwamba, walikuwa wanaziona roho za watu kuwa zenye thamani kuliko utajiri wa dunia hii. Matendo ya Mitume, sehemu ya Kwanza, ukurasa wa 59. Kusudi la maombi: mwombe Mungu akupe moyo wa ukarimu na shauku ya umoja wa kweli na waumini wenzako, wanafamilia au marafiki. Shughuli ya kushirikiana: usanyikeni kila mmoja katika mduara, chukua zamu kuigiza kwa ufupi zawadi ya kujitolea uliopewa na mtu. Ombeni Roho Mtakatifu abariki neno lake. Ombi kwa ajili ya Roho Mtakatifu. Chunguza neno: soma Matendo ya Mitume Sura ile ya 4 aya ya 32 na 33, ambayo inasema, na jamii ya watu waliyoamini walikuwa na moyo mmoja na roho moja, wala hapana mmoja aliyesema ya kuwa kitu chochote alicho nacho ni mali yake mwenyewe, bali walikuwa na vitu vyote shirika, na mitume wakatoa ushuhuda wa kufufuka kwake Yesu kwa nguvu nyingi, na neema nyingi ikawa juu yao wote. Kuna uhusiano gani kati ya ukarimu mwingi na nguvu nyingi kutoka kwa Roho Mtakatifu? Hekima kutoka kwa Ellen White. Kwa kanisa la mitume, katika siku hizo za mwangaza ambapo utukufu wa Kristo aliye hai ulikuwa juu yao, imeandikwa kwamba hakuna mtu aliyesema ya kuwa kitu chochote alicho nacho ni mali yake mwenyewe. Wala hakukuwa na mtu mmoja miongoni mwao mwenye mahitaji. Na mitume wakatoa ushuhuda wa kufufuka kwake Yesu kwa nguvu nyingi, na neema nyingi ikawa juu yao wote. Na siku zote kwa moyo mmoja walidumu ndani ya hekalu, wakimega mkate nyumba kwa nyumba, na kushiriki chakula chao kwa furaha na watu wote. Bwana akalizidisha kanisa kila siku kwa wale waliokuwa wakiokolewa. Matendo 4:32, 34, 33. Matendo 2:46, 47. Tafuta mbinguni na duniani na hakuna ukweli uliofunuliwa kwa nguvu zaidi kuliko ule ulioonyeshwa katika matendo ya huruma kwa wale wanaohitaji huruma na msaada wetu. Huu ndiyo ukweli kama ulivyo katika Yesu. Wale wanaolishuhudia jina la Kristo watakapofuata kanuni za kanuni ya msingi, nguvu hiyo hiyo itafuatana na injili kama katika nyakati za mitume. Thoughts from the Mount of Blessing, ukurasa wa 137. Kusudi la maombi. Muombe Roho Mtakatifu amjaze kila mmoja katika familia na marafiki, furaha ya Yesu katika kutoa kwa kujitolea ili kuendeleza utume wake ulimwenguni. Familia ya kanisa. Ukaribisho. Kiongozi kwa wote. Ibada katika maombi. Kaeni katika vikundi vyenu vidogo. Timu ya maombi itaalika kikundi chenu kidogo kuomba pamoja kupitia neno la Mungu. Baada ya kuomba kwa dakika chache, mtaisikia timu ya maombi ikiimba ubeti mmoja wa wimbo. Mtakaposikia, tafadhali hameni kutoka katika maombi kwenda kwenye wimbo. Sema vikundi vidogo. Soma Zaburi ya sabini na nane aya ya nne imeandikwa, hayo hatutawaficha wana wao, huku tukiwaambia kizazi kingine sifa za Bwana na nguvu zake na mambo yake ya ajabu aliyoyafanya. Shiriki na kikundi chako mambo ya thamani ambayo umemwona Mungu akitenda katika maisha yako wakati wa siku kumi za maombi. Wote, imba wimbo wa shukrani kwa baraka. Tubu. Vikundi vidogo, soma zaburi ya sabini na nane aya ya tano hadi ya saba ambayo imeandikwa: maana alikaza ushuhuda katika Yakobo, na sheria aliiweka katika Israeli, aliyowaamuru baba zetu wawajulishe watoto wao, ili kizazi kingine wawe na habari, ndiyo hao wana watakaozaliwa; wasimame na kuwaambia wana wao, wamwekee Mungu tumaini lao, wala wasiyasahau matendo ya Mungu bali wazishike amri zake. Aya ya 11, wakayasahau matendo yake na mambo yake ya ajabu aliyowaonyesha. Ungama katika maombi kwamba tumesahau ni jinsi gani Mungu amefanya mambo makuu kwa ajili yetu. Mwombe msamaha wote. Imba wimbo wa msamaha au wokovu. Omba vikundi vidogo. Soma Zaburi ya 78 aya ya 23 na 24, ambayo inasema, lakini aliamuru mawingu juu, akaifunga milango ya mbinguni, akawaonyeshea mana ili wale, akawapa nafaka ya mbinguni. Mwombe Roho Mtakatifu atupe moyo wa Baba yetu wa mbinguni, tusaidie kutoa kwa ukarimu kama yeye anavyotupa wote. Imba wimbo kuhusu kujitolea au kutoa kwa kupenda. Shuhudia vikundi vidogo. Unda vikundi vya watu wawili au watatu, ulizeni na kujibu: Mungu alikusaidia vipi kufanya changamoto ya jana? Changamoto ya saa 24 ya jana ilisema mwombe Mungu akuoneshe mtu aliyesahaulika katika jamii yako Muulize anahitaji nini kutoka kwako na kutoka kwa Yesu. Mhudumie mtu huyo kwa jina la Yesu. Kabla ya mkutano wa kesho, soma Matendo ya Mitume sura ya 4 ya 32 hadi 37, ili kujiandaa kwa ajili ya kesho. Shughuli ya kushirikiana. Kiongozi kwa wote: uliza watu katika kikundi chako kidogo kitu gani kwako kingekuwa rahisi, lakini cha maana kukitoa? Wote wajibu. Kisha uliza nini kingekuwa kigumu zaidi kutoa. Ibada katika neno, vikundi vidogo. Soma Matendo ya Mitume sura ya nne aya ya 32 hadi 37. Neno la Mungu linasema: na jamii ya watu walioamini walikuwa na moyo mmoja na roho mmoja, wala hapana mmoja aliyesema ya kuwa kitu chochote alicho nacho ni mali yake mwenyewe, bali walikuwa na vitu vyote shirika. Na mitume wakatoa ushuhuda wa kufufuka kwake Yesu kwa nguvu nyingi na neema nyingi ikawa juu yao wote. Wala hapakuwa na mtu mmoja miongoni mwao mwenye mahitaji, kwa sababu watu wote waliokuwa na viwanja au nyumba waliviuza, wakaileta thamani ya vitu vile vilivyouzwa, wakaiweka miguuni pa mitume; kila mtu akawagawia kwa kadiri ya alivyohitaji. Na Yusufu aliyeitwa na mitume Barnaba, maana yake mwana wa Faraja, Mlawi asili yake ni mtu wa Kipro, alikuwa na shamba akaliuza, akaileta fedha akaiweka miguuni pa mitume. Nini kilichosababisha ukarimu wa washiriki hawa wa kanisa katika matendo ya mitume? Je, ni kwa njia zipi jamii yetu na familia ya kanisa zingebadilika iwapo tukifuata mfano wa kutoa ulioelekezwa katika kifungu hiki. Hekima kutoka kwa Ellen White: ndivyo itakavyokuwa endapo Roho wa Mungu ataruhusiwa kutawala maisha ya mtu. Wale waliojawa mioyoni mwao na upendo wa Kristo wataufuata mfano wake, yeye aliyekuwa maskini kwa ajili yetu ili kwa njia ya umaskini wake sisi tufanywe matajiri. Fedha, muda na mvuto ni vipawa walivyovipokea mikononi mwa Mungu, watavitathmini tu kwa njia ya kuendeleza kazi ya injili. Ndivyo ilivyokuwa wakati wa kanisa la awali, na pale itakapoonekana katika kanisa la sasa kwamba kwa nguvu za Roho waumini wahamishe upendo kutoka kwa vitu vya dunia na wawe tayari kujitoa ili wanadamu wenzao waisikie injili, ukweli utakaokuwa unahubiriwa wanausikia. Matendo ya ya Mitume, sehemu ya Kwanza, ukurasa wa 59 hadi 60. Kusudi la maombi. Kiongozi kwa wote. Katika vikundi vidogo, mwombe Mungu azidishe upendo wake wa kina kwa waliopotea. Mwombe abadilishe mioyo yetu ya ubinafsi kuwa mioyo ya ukarimu na kujitolea ili tuweze kutimiza utume wa mwisho ili kuzifikia roho zote kabla yeye hajarudi. Wito kiongozi, kwa wote. Nani hapa usiku huu anahimizwa na Roho Mtakatifu kutoa vyote alivyokupa Mungu ili kuendeleza injili ya Yesu Kristo? Njoo ujiunge nami tunapowasalimisha muda wetu, vipaji, mali na mvuto kwa Kristo. Changamoto ya saa 24. Kiongozi kwa wote, mwombe Mungu ni zawadi gani maalum ya muda, kipaji au fedha unayoweza kumpa sasa ili kuendeleza injili. Akikuonesha, toa kwa furaha, kwa kujitolea na haraka, kwa utukufu wa Yesu peke yake. Hii ni Januari 16 mwaka wa 2026. Tumefikia tamati katika mfululizo wa siku hizi kumi za maombi. Kumbuka, somo la mwisho linasema kufanya ukarimu wa kipekee. Hii ni Januari 2026 yenye mada isemayo kufunguliwa. Neema ya Bwana wetu Yesu Kristo, pendo la Mungu na ushirika wa Roho Mtakatifu dumu kuwa pamoja nasi sasa na hata milele. Amina.